Nilishawapa kisa kimoja cha mwili uliwahi kugombana viungo kwa viungo. Kichwa kikasema mimi ndo nawabeba kwa sababu mimi ndo nina masikio, ndo nina macho, ndo nina mdomo, kwa hiyo mimi ndo zaidi yenu. Miguu naye ikachachamika sema, bwana, mimi ndo nawabeba popote mnapokwenda, kwa hiyo mimi ndo nina kazi kubwa. Mikono nayo nasema mimi ndo nalima, mnapata chakula bwanasea kazi zote ni mikono nafanya, kwa hiyo bila mimi haiwezekani. Tumbo nalo likasema kama sio mimi ungefanya nini hizo kazi zote? Mngebishana banaa. Bwana asifiwe. Tumbo likachachama likasema, mimi kama sio kuwahifadhia chakula msingetoka taa. Hapo ndipo viungo vyote vikachachama vikasema kwanza tumba na kupunja hafanyi kazi yoyote. Lenyewe tuni kupakia tunacholiletea tulinapakia. Kwa hiyo jamani, hey, tulinyime chakula kweli kweli. Kile kikao kikabitisha nyimwe nini, nyimwe chakula, tumnyime kabisa kupumja, huyu anatupunja, huyu afanye kazi yoyote, kikao kikao. Siku ya kwanza ya pili ya tatu, yale macho yaliyokuwa na dai yanaona yakaanza kuwa hayaona. Bwana sio sana ile mikono iliyozoea kulima imelegea kama mlenda. Bwana sio sana ile mguu nayo kusema ndonina wabeba hata kunyanyuka haiwezi. Bwana sio sana. Wakasema jamani, tumekosea, tulete kikao cha dharura. Kumbe tumbo lina kazi kubwa.

lazima wewe na amani na furaha na nguvu za kiroho kuongezeka. Huwezi kuwa sawa na huyo mtu wanasesan wana, Bwana asifiwe. Amina. Hebu tujiulize, wewe unaye sali mara moja kwa wiki wanasesa kweli? <coughs> Tuelezane hata kimwili, kimwili tu. Mathalani wewe unakuja mara moja kwa wiki, si sawa Hivi kweli huo mwili wako ukiulisha mara moja kwa wiki utakuwa na nguvu. Eh? Utatembea hata kutembea, utatembea utafanya kazi yoyote. Bwana anasesa ule tu mara moja kwa wiki utatembea. Eh?